Huwa mara nyingi tunahimizana tunahimizana suala zima la kuhusiana na kulinda na kuhifadhi amani, amani na utulivu tulionao katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tunahimizana sana jambo hili katika mimbari, kadhalika na katika majalisi kama hivi katika vikao kama hivi vya kielimu tunakumbushana na kuwahimiza Waislamu juu ya jambo hili la kulinda na kuchunga amani. Lakini tunapokuwa tunahimizana jambo hili, utakuta baadhi ya watu wanasema kwamba hawa mashehe kila siku wao wanalingania amani, kila siku wanalingania amani tu, amani, amani, amani kwenye mimbali, yaani mimbali zimekuwa ni za kunaji amani lakini hatusikii mimbari zikinadi haki, kudai haki, hatusikii mashehe hao hao wakisimama na, ku, na kunadi kudai haki na kuambia viongozi waache dhulma, hatuwasikii. Tunasema ya kwamba kwanza, waislamu yapaswa mfahamu tunapowalingania watu juu ya suala zima la kulinda na kuchunga amani, si jambo la kisiasa. Hiyo nukta ya kwanza, tufahamiane. Tunapofanya hivi, si kwamba tunafanya mambo ya kisiasa, yani siasa mlizozoea ya nyinyi. Lakini sikatai siasa alalitlaq, kwa sababu ipo siasa ya kisheria, siasa ya dini Tukija katika siasa ya dini, naam, tunapowalingania watu kutunza amani na utulivu, hii ni katika siasa ya dini. Tunafanya hivi dini nani, kwa lengo la dini, na haya ni mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu umehimiza kulinda amani na utulivu katika ardhi na unakataza watu kufanya sai kwenda mbio kufanya mipango na mikakati ya kuvunja amani katika sehemu. Uislamu umeharamisha jambo hilo, kwa haya ni maamrisho na mafundisho ya Uislamu na sio masuala ya kisiasa, na sisi hatusimami na kuwalingania Waislamu juu ya kulinda amani na utulivu tulionao katika nchi yetu hii ya Tanzania kwa kukurupuka, kwamba tunakurupuka na kusema yale tunayotaka kusema. La, tunasema kwa mipaka na misingi ya kisheria, tunasema kwa kufata mafundisho ya Mtume Muhammad sala llahu alaihi wasallam. Mtume alaihi ssalam yeye ndiye ametoa amri ya kuwasikiliza na kuwatii watawala, alaikum bissami wa taa. Haya ni maneno ya Mtume alayhi ssalam, anasema ni juu yenu kulazimiana na usikivu na utiifu kwa viongozi wenu. Tena akasema kusisitiza jambo hili la kuwatii na kuheshimu watawala hata kama watakuwa ni waovu, hata kama viongozi watakuwa ni waovu, wajibu wetu ni kuwatii na kuwasikiza. Lakini sisi hatusemi kwamba watawala wetu ni waovu, kwa sababu si katika manhaji yetu sisi hiyo. Mtume alayhi salamu akasema wa in dharaba dhahraka wa, wa akhadha malaka

na kuwalingania Waislamu ya kwamba muwe watiifu kwa viongozi wenu na muwe wasikivu, na msitoke chini ya taa yao, msiwaasi, msiwatukane viongozi, msiwaseme vibaya viongozi. Haya mafundisho ni amri kutoka kwa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Sasa viongozi si waislamu wengine, anasema si waislamu au hata kama ni waislamu lakini hawahukumu kwa sheria za Kiislamu. Naam, aleika bis-sam'i wa ta'a. Hata kama hawahukumu kwa hukumu za Kiislamu, lakini ni lazima kila mmoja awe ni mwenye kuwatii na kuwasikiza viongozi. Madamu unaishi katika nchi hiyo, wewe ni raia wa nchi hiyo, uwe ni mwislamu, usiwe ni mwislamu, madamu ni raia wa nchi hiyo au ni mgeni umeingia katika nchi hiyo umepata hifadha, wajibu wako kumheshimu na kumtii kiongozi wa nchi hiyo, Kainan mankana, kwa vyovyote atakavyokuwa, wajibu wako ni kumtii na kumsikiza. Hii ni amri ya Uislamu na siyo jambo tu kwamba tunakurupuka. Hapana bwana, kwa lazima waislamu waelewe hivyo, lakini pia si katika manhaji yetu, si katika mafundisho ya Uislamu kusimama katika mimbari au katika majalisi kama hizi, kuzitumia mimbari hizi na majukwaa kuwasema vibaya watawala au kuwakosoa viongozi. Si katika mafundisho ya Uislamu. Kwa mbona hatuwasikii mkiwakemea viongozi wanafanya dhulma? Kwa nini hatuwasikii mkiwakemea hii si mafundisho ya Uislamu. Mbona hatuwasikii mkidai haki? Ni haki gani unaitaka kwa viongozi ambao huipati? Na je Uislamu umeweka njia za kuitafuta haki au haujaweka? Umeweka, ni njia gani za kuitafuta haki? Ndio kuwasema vibaya watawala katika majukwaa, katika majumba ya ibada ndio suluhisho ni kuandamana kutoka mabarabarani na kufanya fujo kwa kuimba, kwa nyimbo mbalimbali za kuwasema vibaya na kuwananga watawala? Haya ndio mafundisho ya Uislamu? Kalla, Uislamu haujafundisha hivyo, una mipaka yake na njia zake. Kwa hivyo, ndugu zangu katika imani, mnaposikia mashekhe na maduati na waalimu wenu watu wa haki Ahlu Sunnati Waljamaa wanapokuwa wanawalingania juu ya amani, juu ya ulazima wa kulinda na kuchunga amani na utulivu, jambo hili ni amri ya Allah tabaraka wataala na Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni mafundisho ya Uislamu, ndio mafundisho ya Uislamu, kwa sababu bila ya amani hakuna linaloweza kufanyika. Hebu niambieni, hapa mmejaa msikitini hapa, isingekuwa ni hii amani aliyoturuzuku Allah, mngekuja msikitini? Mngetulizana hapa mnapata kiyoyozi hivi? Hii ni kwa sababu ya amani tulionayo, hii neema ya Allah aliyotuneemesha, amani hii tulionayo, waislamu na watanzania kwa ujumla katika nchi hii ya Tanzania. Ndiyo maana watu wanaingia katika majumba ya ibada wanafanya ibada zao, tunamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa utulivu, chini ya kivuli cha amani. Upo dukani kwako, unafanya biashara, upo sehemu yako ya biashara, upo sehemu yako ya kazi, uko katika kipando chako, uko katika safari yako na sehemu nyenginezo unafanya shughuli zako unafanya mambo yako, yanakwenda ni kwa nini? Ni kwa sababu ya amani na utulivu ulionao. Ingekuwa uko katika hali ya taharuki, usingeweza kuyafanya hayo, tusingeweza kumwabudu Allah tabaraka wa taala ipasavyo. Hata nyumbani kwako, hautaweza kusimamisha sala ikiwa unasikia nje kinanuka bila asafi shadidi kwa masikitiko makubwa, utasikia baadhi ya watu kwamba kwa hali hii lazima watu watakinukisha, kwa sababu viongozi ni madhalim, wamekudhulumu nini? Mbona wafaa waongea maneno ya jumla jamala, lazima tudai haki. Waidai vipi haki, shekhe? Ndio, waidai haki mitandaoni, kuwatukana watawala? Hapana, haki haidaiwi hivyo. Hii si sawa, kwa si katika njia ya sawa na si katika mafundisho ya Uislamu kuwananga na kuwasema vibaya watawala, viongozi wa nchi katika mimbari, sawasawa watakuwa ni waadilifu au ni waovu, si katika mafundisho ya Uislamu, bali mafundisho ya Uislamu yanawataka Waislamu raia wa nchi wawe ni wenye kuwaombea dua viongozi wao wakiwa ni wema wakiwa ni waovu, wawe ni wenye kuombea dua ya salah, Allah awaongoze. Haya ndio mafundishi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuombea dua watawala. Lakini leo hii ukisikika unamwombea dua mtawala kiongozi Allah wa nchi kwamba Allah tabaraka wa taala amhifadhi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Samia, mtu akikusikia unasema unaomba dua kama hii kwamba Allah amuongoze na amhifadhi na amjalie kuwa ni rais mwema na rais mwadilifu, atuongoze katika yale ambayo ni yenye maslahi na taifa letu na maisha yetu kwa ujumla, mtu akikusikia unaomba dua hii na mfano wake, anakuambia huyu ni chawa Huyu kibaraka, ashakula bahasha na mfano wake. Anataka ufanye nini? Anachokitaka, anataka uwaseme vibaya, ukisimama kwenye mimbari au ukikaa sehemu hii, umtaje vibaya Mheshimiwa Rais, ukimtaja mlani, ndio anataka hivyo. Haya si mafundisho ya Uislamu. Anasema Al-Imam Al-Barbahari rahimah llahu taala, idha raaita alrajula yadu ala sultan, pindi utakapomwona mtu anamwombea dua mbaya mtawala, faalam anahu sahibu hawa, fahamu ya kwamba huyo ni mtu wa matamanio, ni mtu aliyepinda, huyo ni mzushi. Ukimwona mtu yoyote anawaombea dua mbaya watawala katika mimbari, katika vikao vyake, katika mazungumzo yake vijiweni ikawa anamwombea dua mbaya mtawala, fahamu ya kwamba mtu huyo ni mwovu, ni mtu wa batil. Wa idha sami'ta rajula, na utakapomsikia mtu yad'u lissultani bissalahi, akimwombea dua mtawala, dua njema, dua ya uongofu, ewe Allah na kuomba umwongoze rais wetu umfanye kuwa ni mwema, umfanye kuwa ni mwadilifu, atuongoze katika katika mambo mema mambo mazuri mambo yenye maslahi na faida. Na sisi ukimsikia mtu anaomba dua kama hii na mfano wake, faalam anahu sahibu sunna, fahamu ya kwamba mtu huyo ni mtu wa sunna, huyo ndiye aliyeshikamana na mafundisho sahihi ya Uislamu. Haya ndio maneno ya sawa. Sasa wewe, hiyo mihemko yako na hizo jazba umezitoa wapi, kama si uko mitandaoni? Watu wameathiriwa sana na fikra za kiharakati, fikra za kikhawariji, fikra za kikhawariji, fikra za kigaidi zimewaathiri sana baadhi ya watu, ikafikia hatua walikofikia waliko. Kwa ndio maana ikafikia hatua wakiwaona baadhi ya mashekhe wanaowasema vizuri na kuwaombea dua watawala na kuwalingania watu ni wenye kuwa mstari wa mbele kulinda na kuchunga amani na kupiga vita kila aina ya uchochezi inayofanyika ya kuvunja amani, wanasema watu hao ni watu ambao ni vibaraka na mfano wake, mashehe ambao ni wenye kutumika na serikali. Hapana, huwa msimamo wako ulionao ni msimamo hatari, na hizo fikra ulizo nazo ni fikra ni fikra potofu ni fikra za kigaidi, fikra za kikhawarij, ni fikra za kiharakati. Haki haidaiwi kwa maandamano, haki haidaiwi kwa kuwatukana watawala, haki ina njia zake. Na biidhni Llahi tabaraka wa taala, eh, siku za usoni, eh, tutakuja kuweka muhadhara rasmi insha Allah taala. Nadhani baada ya wiki ijayo au wiki ijayo, insha allah tutakuja kuweka muhadhara katika kuelezea masala haya biidhnillah, kuelezea faida ya mali kadhalika na madhara na fitna na mafsada ya maandamano, jambo ambalo limewaathiri wengi katika vijana, hasa huko mitandaoni, watu wameathirika hili. Biidhinillah, tutakuja kulielezea insha Allahu taala itakapofika muda wake. Nimependa kuelezea hili ili kuwazindua, kwa, kwa sababu baadhi ya watu wanaposikia haya maneno tunapokuwa tunayakariri kwamba jamani tutunze amani, huyo shekhi naye kila siku amani, kila siku amani. Yakhi, isingekuwa ni kivuli cha amani aliyoturuzuku aliyo Allah tabaraka wa taala, hapo ulipo usingekuwepo, usingekuwepo, ungekuwa katika hali nyingine. Hebu tazameni Kongo majirani zetu, Kongo, namna wanavyoishi katika hali ya taharuki. Hawana maisha, hakuna maisha bila amani na utulivu. Ndugu zangu, kwa tunapolingania amani, hebu tuelewane na tufahamu umuhimu wa jambo hili na tushirikiane kuilinda amani, kila mmoja kwa nafasi yake na kwa nguvu yake. Kuna uwezo wa kuongea au huna pa kuongelea, basi jitahidi kulinda kwa njia yoyote unayoiweza kwa kushirikiana na vyombo vya dola kuhakikisha. Tunamwomba Allah, tabarak wa taala, atulindie na atuhifadhie amani na utulivu tulio nao. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.